Chifu, habari? Chifu, habari? Hii ni moja kwa moja kutoka Mtwara lakini nilikiwa bado nipo hapa, nimekutana na huyu kijana akiwa nimeambiwa ana kipaji cha kutisha sana, kipaji cha ajabu sana sana sana. Sasa ningependa nikushirikisha pia na wewe uweze kumsikia. Huyu sio kijana huyu ni mtoto mdogo. Unaitwa nani? Abubakar. Abubakar ni nani? Nasikia Mama Samia Suluhu Hassan. Unasikia shughuli hiyo? Unasoma darasa ngapi? La tatu. Una miaka mingapi? 7. Eh, Oya, yupo la tatu na miaka saba. Hebu niambie, nimeambiwa unaweza kutaja marais wa Tanzania bara pamoja na wa Zanzibar. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapo bara sasa kuna nani? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, amzaliwa tarehe 13 Aprili 1922, kutiama mkoa wa Mara. Amfariki tarehe 14 mwezi wa kumi 1999, London Uingereza, akiwa na miaka 77, amezikwa Butiama.

Mama Anna Mkapa mtunzi wa kitabu chake My life my purpose, kauli mbiu mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe. Jakaya Mrisho Kikwete ndio amzaliwa tarehe saba mwezi wa kumi elfu moja mia tisa hamsini Msoga, madarakani elfu mbili na tano hadi elfu mbili kumi na tano mke Mama Salma Kikwete, ndio amsoma chuo kikuu Dar es Salaam shahada ya uchumi

galimbio hapa kazi tu, nitatumbua maji. Samia Suluhu Hassan alizaliwa tarehe 27 Januari 1960, Makunduchi, mkoa wa kusini Pemba, Zanzibar. Ai, amesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, shahada sayansi na siasa kabla kwamia bara. Amehudumu katika mapinduzi ya Zanzibar katika nyadhifa tofauti tofauti Aise chifu, huyu mtoto ni sio kawaida, sio poa, yaani ebwana, e bwana. Na, nafikiri mnaona ndugu zangu watu wazima wenzangu, nikikwambia tu nchi hii ilipata uhuru mwaka gani? Unaanza ilikuwa elfu tisa, ilikuwa vipi? Chifu, unasikia shughuli